Kwa mwaka huu 2025 mkoa wa Kusini Unguja umejipanga na kujiandaa vizuri kwa ajili ya kupokea mwenge wa uhuru kutoka mkoa wa Tanga na kuukimbiza katika maeneo ya wilaya zake mbili kwa maana ya wilaya ya Kusini Unguja na wilaya ya Kati. Uh, tumejiandaa katika miradi mbalimbali yakiwemo mbali ya sekta ya elimu, afya lakini vile vile sekta ya miundombinu ya barabara pamoja na miundombinu ya vyombo vya ulinzi na usalama na miradi ya uwekezaji. Sambamba na miradi hiyo vilevile vile, kutakuwa na shughuli mbalimbali zikiwemo shughuli uh, za uhifadhi wa mazingira ikiwa ni jambo moja la muhimu kwetu katika kuhakikisha kwamba uh, utalii endelevu na maisha endelevu kwa wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja vinaendelea kulindwa. Siku ya leo tumetembelea zaidi ya miradi tisa, miradi ambayo inatarajiwa endapo itakidhi vigezo kama ambavyo matakwa ya mbio za mwenge wa uhuru zilivyo, miradi hii basi ama itawekewa mawe ya msingi, itakaguliwa au itaweza kufunguliwa rasmi. E, tumesha kagua kama kamati ya usalama ya mkoa na kuweza kubaini baadhi ya viashiria ambavyo tumezielekeza wilaya pamoja na halmashauri kuweza kufanya marekebisho ya viashiria hivyo ili kuondoa kabisa changamoto ambazo zinaweza kujitokeza katika shamra shamra za mbio za mwenge wa uhuru. Matarajio yetu kwamba miradi yote hii itaweza kukidhi hatimaye vigezo vyote na kuweza kushiriki au kushirikishwa katika mbio za mwenge wa uhuru. Wito wangu kwa ukuu wa wilaya wote, kwa maana wilaya kati na kusini Unguja, uhakikishe kwamba matakwa yote ya vigezo vya mbio za mwenge wa uhuru kama ambavyo tumewaelekeza basi yanatekelezwa na kuratibiwa vizuri ili kuwapa wasaa mzuri viongozi na wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa kuja kutimiza jukumu lao bila ya changamoto ya aina yote. Matarajio yetu kwamba mwenge wa uhuru utakapoingia tarehe 17 na 18 katika mkoa wa Kusini Unguja mwezi Juni mwaka 2025 basi utaweza kujionea hali halisi ya kasi ya maendeleo ya serikali ya awamu ya nane chini ya uongozi wa Dkt Hussein Ali Mwinyi na serikali ya awamu ya sita ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Dkt Samia Suluhu Hassan. Maendeleo haya ni kwa ajili ya wananchi wote na yamewekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uchumi wao, ustawi wao wa jamii vinakuwa kwa kasi kubwa. Muda sio mrefu ataanza kazi kwa sababu hii kazi tulifanya kwa vitu viwili. Kwanza tumetafuta mkandarasi wa kujenga huu ukuta. Ala vile vile tafuta mkandarasi wa kujenga ile solar park. Kwa hivyo mkandarasi wa kujenga huu ukuta kama unavyoona sasa hivi asilimia 90 imeshamalizika. Kwa hivyo sasa mkandarasi mwingine ambaye anayekuja ni wa kujenga ile solar park ambayo itakuwa ya megawatt 18. Kwa hivyo tutajenga hapa Makunduchi megawatt 18 ya solar ambayo baadaye tutaingiza kwenye grid ya, ta, ya, ya gridi yetu ya taifa. Kwa hivyo katika kazi nyingine sasa ni ya kujenga kituo cha umeme viwili tatu kimoja kitakuwa hapa nafikiri, kuna kingine kiko Matemwe, kitakuwa pale Welezo. Pale Welezo, pale, ndio tutakuwa tunapokelea. Pale Welezo chini mpaka Matemu mpaka inakuja zake mpaka Ubago. Ikifika ubago pale, itatawanyika moja, inaeleza yake matemwe, nyingine inaeleza yake hapa makunduchi. Na hii kwa sababu yote ni kuondosha tatizo la umeme huu mdogo, vile kutoa, vile kupunguza haya matatizo katikatika umeme, kwa sababu ukijenga la laini kubwa, maanake kwamba hata katika katika umeme itakuwa na inapungua.